Kwako? Vizuri. unaitwa nani? Naitwa Tasipa. unajishughulisha na nini? Mimi ni mfanyabiashara ndogondogo. biashara gani? Napika chapati na chai. hongera sana. Asante. Umelipokea jambo hili muhimu lilofanywa leo na shirika la Tayobeko kwa upande wako? kwa kweli nalishukuru sana Tayobeko ta, kutuletea majiko ya gesi kwa kwa kweli gharama majiko yale mengine kwenda gharama gharama, ndio elfu ishirini. Tunatumia mkaa ili buku mkaa tunapikia ap. Tunawashukuru sana, sana kwa washukuru kutupunguzia gharama hiyo. Mtu mtu hata mia tano naweka, unapikia buku, unaweka unapikia. Tunawashukuru sana kwa hilo. Na kwa upande wako, unadhani ni madhara gani ambayo mtu anaweza kuyapata endapo hatotumia nishati safi? Madhara yapo yanayopatikana, kupata kifua, moshi ule unaleta madhara. Ndiyo. Macho huwa yanakuwa na ukungu. Kwa kwa kutumia nishati ya gesi, maisha yanakuwa safi, hatutapata madhara ya kifua wala macho. Sawa sawa. Lakini hmm, una lipi la kuiambia jamii na wanawake wengine kwa ujumla, kwa sababu wamekuwa na dhana ile kwamba gesi ni gharama? na wanashindwa kutumia gesi kutokana na gharama. Kwa upande wako ulivyopata nishati hii safi, una lipi la kuiambia jamii na wanawake kwa ujumla? Naambia jamii na wanawake kwa ujumla wote, Tayobeco metuletea gesi kwa bei rahisi, bei nafuu, buku tu kwa buku yako, kwa 500 yako unapika gesi unapikia, napikia kile unachokitaka. una lipi la ku, ku, kushukrani neno lako lipi la shukrani kwa shirika hilo? Mi naanza kusema tu sina neno mengi ya kuongea, ila nawashukuru Tayobeco kwa msaada wao nawambia asante. Waendelee na moyo huo huo, wafanye na watu wengine, wasiishie hapa. Asanteni mm, sana. Asante, asante nawe pia. Asante Wanawake Media, kimbilio la wanawake.